watu wanne wamepoteza maisha baada ya gari dogo aina ya Toyota Mark 2 kugongana na basi aina ya Yutong mali ya kampuni ya Nyahunge likiwa linatokea Mwanza kuelekea mjini Morogoro. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma David Misime, ajali hiyo ilitokea jana Aprili kumi majira ya saa nne kasorobo usiku katika eneo la Nzuguni mjini Dodoma na kuhusisha basi lenye namba za usajili timu mia tano na sita CSX la kampuni ya Nyahunge iliyokuwa likiendeshwa na Leonard Magesa na kugongana na gari dogo lenye namba za usajili T 856 ALM Toyota Mark 2 iliyokuwa ikiendeshwa na askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ Monduli Arusha, Jackson Lazaro, aliyekuwa na abiria watatu na kusababisha vifo vya watu wote waliokuwa kwenye gari dogo. Kamanda Misimi amewataja wa watu wengine waliopoteza maisha mbali ya dereva wa gari dogo katika ajali hiyo kuwa ni pamoja na Helena Michael Chiuyo, mkazi wa Makole, Fatuma Patrick Mtauga, mwanafunzi wa kidato cha tatu Site Secondary, na Stella Barton Gideoni, mkazi wa Kisasa. Amesema ajali hiyo iliyotokea katika makutano ya barabara inayotokea kijijini Nzuguni, ambapo dereva wa gari dogo alikuwa akiingia barabara kuu ya Dodoma Morogoro na kugongana na basi ambalo lilipoteza mwelekeo na kuingia porini umbali usiopungua mita mia tatu kwa kugonga mti kisha kusimama. Aidha, abiria wawili waliokuwa kwenye basi walipata michubuko kiasi na walitibiwa katika hospitali ya mkoa wa Dodoma na kuruhusiwa. Polisi wamesema chanzo cha ajali hiyo ni dereva wa gari dogo kuingia barabara kuu bila kuwa makini na kusababisha kushindwa kutoa ishara kwa dereva wa basi aliyekuwa njia kuu, lakini pia mwendokasi wa basi umechangia madhara makubwa. Toka Dar es Salaam, mime Moses Masenga.